Mahujaji wa matumaini, matumaini hayakatizi tamaa, matumaini hayakatizi tamaa. Mahujaji wa matumaini, karibu kwa masomo ya Misa takatifu, Jumatatu juma la kumi na moja katika kipindi cha kawaida. Tuko mwakasi somo katika barua ya pili ya mtakatifu Paulo kwa Wakorintho sura ya sita mstari wa kwanza hadi kumi. Ndugu sisi tulio wafanyakazi pamoja na Mungu tunawaonya, msipokee bure neema ya Mungu. Maana asema, kwa wakati uliokubalika nimewasikiliza na kuwasaidia, siku ya wokovu. Tazama, sasa ndiyo wakati uliokubalika, sasa ndiyo siku ya wokovu. Hatuweki kikwazo chochote mbele ya njia ya mtu yeyote, ili utumishi wetu usilaumiwe bali kama watumishi wa Mungu tujitolee wenyewe kila siku tukiwa na subla nyingi, nyakati za masubuko, katika taabu, shida na mahangaiko, kupigwa, kufungwa na kufitinishwa katika utume, kukesha na jaa kwa usafi, elimu, uvumilivu na hisani, katika Roho Mtakatifu na mapendo yasiyo unafiki kwa neno la kweli, kwa nguvu ya Mungu, kwa silaha za haki kulia na kushoto, tunapoheshimiwa na tunapoaibishwa, tunapopata na sifa baya na tunapopata na sifa jema, tukidhaniwa kuwa wadaganye kube tu watu wa kweli, tukionekana kama watu wasiojulikana, igawa tunajulikana sana, kama watu waliotaabani kube tu hai waliopigwa wasipatwe na kifu, na kufa kama wenye huzuni, lakini tunaofurahi daima, kama fukara tukijitajirisha wengi, kama watu wasio na kitu, wakati yote ni yetu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana Zaburi sura ya tisini na nane mstari wa kwanza na wa pili 3 a na b 3 c na d na mstari wa 4. Kitikio ni mstari wa pili a. maneno ya kitikio: Bwana ameudhihirisha wokovu wake, Bwana ameudhihirisha wokovu wake. Mwibieni Bwana wibo mpya, kwa maana ametenda mambo ya ajabu. Mkono wake wa kulia na mkono wake mtakatifu Umelemeletea ushindi. Bwana ameudhihirisha wokovu wake. Bwana ameudhihirisha wokovu wake. Mbele ya macho ya mataifa ameudhihirisha uweza wake wa kuokoa. Ame ameikumbuka huruma ya upendo wake na kweli yake kwa nyumba ya Israeli. Bwana ameudhihirisha wokovu wake. Miisho yote ya dunia imeuona wokovu wa Mungu wetu. Mshangilieni Bwana nchi yote. Pigeni kelele za furaha, ziibeni sifa zake. Bwana ameudhihirisha wokovu wake. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Utukufu kwako E Bwana. Mathayo sura tano mstari wa 38 hadi 42. Wakati ule, Yesu aliwaambia wafuasi wake, umesikia ya kuwa imenenwa, jicho kwa jicho, jino kwa jino. Mimi lakini nawaambieni musibishane na mtu mbaya, bali mtu akikupiga shavu la kulia umwelekezee pia jingine. Mtu akitaka kubishana nawe barazani ili achukue kanzu yako umwachie pia joho lako, na kama mtu akikulazimisha umsidikize maili moja nenda naye maili mbili. Umpe kila akuombaye na akitaka mtu kukopa kwako usikatae. Ijili ya Bwana. Sifa kwako Ekristo.